Kijana wangu mpendwa, ni kwambie ndoa ziko na mambo mengi mno, tumeyaona na kuyaishi. Kuna wale tuliofurahia ndoa na kuna wengine kujutia ndoa. Tamaa yangu kubwa ni kuona vijana wangu wa kike na wa kiume mnafurahia ndoa na kuendeleza kazi aliyotuachia Mwenyezi Mungu, yaani, zaeni mkaongezeke. Ndoa ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Yafuatayo ni maswali 14 ama ni mambo 14 ambayo yanaweza kuwa msaada kwako kabla ya kuingia kwenye ndoa. Tafadhali naomba nisikilize kwa utulivu, usiwe na papara, hakika utaambua ambua. Swali la kwanza, ni vyema ukajiuliza kabla ya kuingia ndani ya ndoa, nitaweza kukabiliana na mabadiliko yatakayojitokeza kwenye ndoa bila kuathiri ndoa? Swali la kwanza jiulize, je, utaweza kukabiliana na mabadiliko yatakayojitokeza kwenye ndoa bila kuathiri ndoa? Maana ndoa za siku hizi, mume akifilisika mke anamkimbia, mume akifanikiwa anakimbia mke. Hii hutokea kwa sababu ya kutojiandaa kwa mabadiliko. Naomba nyie mliweke sawa kabisa, kabla hamjafunga ndoa, lazima yote haya umeyatafakari Kwenye ndoa mambo huwa yanabadilika. Je, yakibadilika, umejiandaa kuyapokea? Kuna kufilisika, kuna kuugua, kuna kufukuzwa kazi, kuna kutajirika, kuna kupanda vyeo, kuna kupata elimu kubwa. Je, utaweza kuhimili hayo yote mabadiliko? Filisika tujue tabia ya mkeo, tajirika tukujue. Vyote hivyo ni vipimo vya mabadiliko. Mke mwema ukifuria atakustiri. Mke mshenzi ukifuria atakuanika. Mume mwema akitajirika atakubeba. Mume mshenzi akitajirika anakubwaga. Mume mwema ukiugua atakutunza. Mume mshenzi ukiugua atakukimbia. Iko hivyo. Kama hamuwezi kukabiliana na mabadiliko, msiingie kwenye ndoa. Sio mke analazwa wiki moja tu, mwanaume ndani unalaza malaya. Kufanya hivyo ni kumuumiza zaidi mke wako. Swali la pili la kujiuliza kabla ya kuingia ndani ya ndoa: je, utaweza kukabiliana na migogoro ya ndoa pasipo kuathiri ndoa? Ndiyo, utaweza kukabiliana na migogoro ya ndoa pasipo kuathiri ndoa? Maisha ni mgogoro, ndiyo maana mwisho wake ni kifo. Kama wewe mwenyewe unaweza ukaamka asubuhi ukafarakana na nafsi yako, je, huyo mliyekutana ukubwani na mkafunga ndoa itakuwaje? Migogoro ipo na itaendelea kuwepo hivyo. Ndugu yangu, lazima ujifunze mbinu za kutatua migogoro kabla ya kuingia kwenye ndoa, maana huyo unayeenda kuishi naye siyo malaika, ni binadamu aliyebeba siri nyingi moyoni ambazo ungezijua usingekubali kuishi naye. Ni kama yeye tu amekukubali kwa sababu hakujui. Ndiyo maana huwa anasema ni bora usitafute kumjua sana mwenzako, maana ukimjua sana tatizo, ukimchunguza sana bata hautamla. Usitegemee makubwa sana kwenye ndoa. Mapenzi ni yale yale na watu ni wale wale, wametofautiana tu aina za matatizo tu kuna mmoja tatizo lake kubwa ni uongo, mwingine uzinzi. Hawa wakikutana bila kujua mbinu za kutatua matatizo, migogoro, hapo hakuna ndoa. Sasa mkiishi maisha ya mwanaume akimwaga mboga, mwanamke anamwaga ugali badala ya kupika mboga nyingine kuepusha shari, kuna ndoa hapo? Yaani sio tatizo kidogo tu mbio kwa mchungaji, matatizo yenu msiyafanye taarifa ya habari. Kuna mengine sio ya kusema. Wazee wa zamani walifanya hivyo, hawakuachana zamani. Ilikuwa aibu kuachana kwenye ndoa, ilikuwa ni aibu ya ukoo mzima, wana ndoa wakiachana, na hakuna mtu angekuelewa kabisa ukimwacha mwenzio. Siku hizi ule muunganiko wa ukoo na familia haupo tena, kila mtu anafanya anavyojisikia. Ndiyo maana kasi ya ndoa kuvunjika ni kubwa. Sasa nyie vijana wangu, msifike huko, jifunzeni mema kutoka kwa waliowatangulia. Swali la tatu, kabla ya kuingia kwenye ndoa jiulize, je, unaweza kuvumilia kuwa mbali na mpenzi wako kwa muda gani bila kuathiri ndoa yako? Ndoa za siku hizi wote ni watafutaji. Mama anatafuta na baba anatafuta, mama anasafiri na baba anasafiri. Safari tofauti tofauti za mara kwa mara zipo. Je, unaweza kumudu kukaa mbali na mwenzako? Na je, kama unaweza, unaweza kumudu kukaa siku ngapi pasipo mpenzi wako, pasipo mumeo, pasipo mkeo? Kama hamwezi, bora mfatane kama kumbi kumbi tu. Vinginevyo mtalaumiana bure. Hii tabia ya mwenzako amesafiri na wewe huku nyuma unavusha Itawatia hasara na mikosi tu, msiiendekeze. Swali la nne kabla ya kuingia kwenye ndoa, je, ukimchoka mwenzako utafanya nini pasipo kuathiri ndoa yenu? Ndoa ni sawa na kula chakula aina moja kwa maisha yako yote. Ni sawa na kula wali maharage mwaka mzima. Hiyo ndiyo ndoa. Ni sawa na kula chakula cha aina moja maisha yako yote. Je, utaweza kula wali maharage siku zote za maisha yako? Lakini inapotokea unataka yeye, anakwambia hayuko sawa, utanuna na kuondoka? Unataka yeye, yupo kwenye siku zake, unafanyaje hapo? Haya yote haya inabidi muyaweke sawa mapema, ili likitokea kutokea, msisumbue watu kusuluhisha, wenyewe mulimalize. Swali la tano la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa ni vyema ukajiuliza, je, unataka watoto wangapi na waachane kwa muda gani? Sio unazaa asubuhi na jioni, alafu mume anakukimbia utawatunzaje? Sasa katika kuzaa mwanamke ndiyo nguzo, mwanamke ndio upanga, nizae au nisizae, lakini pia ndiyo uamua azae na wewe mume wake, au azae na watu wengine huko nje, wewe utunze kwa hapa nyumbani. Tanzania utafiti unasema kwamba asilimia 60 ya wanaume wa Tanzania wanatunza watoto wasiokuwa wakwao. Swali la sita la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, je, ikitokea mna changamoto ya uzazi mtaishughulikiaje? Hapa kuna swala zima la kukosa watoto, kuna swala zima nguvu za kiume kuisha ama kupungua, kuna swala zima la ugumba. Yote haya ni mambo ya kujiuliza, je, yakitokea itakuwaje? Mara nyingi changamoto ya ugumba, kukosa watoto, gari bovu, anaangushiwa mwanamke. Sasa je, ikitokea mkeo ni mgumba, utamkimbia? ikitokea mumeo ni mgumba, utamkimbia Utamtangaza kwa ndugu zako? Hili liwekeni sawa mapema, maana wengi wameishia kuvuana nguo. Kumbuka, ndoa ni lazima, lakini watoto ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hili ni vyema mkalifahamu mapema kabla ya kuingia kwenye ndoa. Swali la 7 la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, je, masuala ya umiliki wa mali yatakuwaje? Mke na mume wote ni wafanyakazi, alafu hela ya mke haionekani inakwenda wapi? Kubalianeni mapema, hili huwa linaleta shida sana baadaye, mtu atapigania haki sawa. Likija suala la kulipa huduma na ada anaachiwa mwanaume. Kama mtakubaliana kushea, basi kila mmoja kipato chake kiwe wazi kwa mwenzake. Mke hajui kipato cha mume na mume hajui kipato cha mke. Alafu akiitwa wenye ndoa na nyiye mnatoka mbele, nyiye siyo wana ndoa, nyiye ni waasi wa ndoa. Embu tafadhali acheni utani, nyiye siyo wana ndoa. Wana ndoa vipato vyao vinafahamika, kila mmoja anafahamu kipato cha mwenzake. Ukiona haufahamu kipato cha mke wako, haufahamu kipato cha mume wako, na yeye hajui cha kwako, hiyo siyo ndoa, hiko ni kikundi cha waasi. Swali la nane la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa: je, uko tayari kuacha unavyovipenda kwa ajili ya ndoa? Ndiyo, jiulize, je, uko tayari kuacha vile unavyovipenda kwa ajili ya ndoa. Ukishaoa unatakiwa kuishi kama baba na sio kama mvulana. Ukishaolewa unatakiwa kuishi kama mama na sio binti. Hata mavazi yenu lazima yabadilike. Je, uko tayari kubadilika? Kama hauko tayari, subiri kwanza. Kabla ya kuoa umezoea kukesha baa, kwenye starehe. Je, uko tayari kuwacha hiyo tabia kwa ajili ya mkeo? Ndugu yangu, ndoa haijawahi kuwa rahisi, ni vyema hili jambo mkaliangalia mapema. Umeingia kwenye ndoa, bado una hamu ya kula kwa mmantilie. Hii ni shida hii. Swali la tisa la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, je, uko tayari kuvaa kama mke wa mtu? Ndiyo, jiulize, je, uko tayari kuvaa kama mke wa mtu? Sio unaingia kwenye ndoa, lakini bado unaendeleza zile tabia za ujana. Wewe ni mke wa mtu tayari, huna sababu ya kuvaa vitopu, kuvaa mibano Inakuwaje mke wa mtu kutwa nzima kwenye mitandao ya kijamii kuposti picha zako? Je, umekuwa biashara na matangazo? Inakuwaje ushakuwa mke wa mtu kutwa kujiposti mitandaoni? watafuta nini huko? Je, wewe ni biashara? Wewe ni matangazo? Umeshaingia kwenye ndoa, kwa nini unaendelea kuambatana na marafiki wasiojua maana ya thamani ya ndoa? Ukiamua kuingia kwenye ndoa, achana na mambo ya ujana ndoa yako utaifurahia. Swali la kumi la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, jiulize, je, kwa nini unaingia kwenye ndoa? Unataka kuolewa kwa sababu umechoka kukaa nyumbani au umri unaenda? Usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya msukumo wa hisia za kimwili. Mwingine anaingia kwenye ndoa kwa sababu tu umri umeenda, kwa sababu tu amechoka kukaa nyumbani. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya mimba. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya msukumo wa wazazi. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu ya msukumo wa marafiki. Usiingie kwenye ndoa kwa tamaa ya pesa au mali. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu rafiki zako wengi wameoa au kuolewa. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu wadogo zako wote wana ndoa, wameoa, wameolewa. Usiingie kwenye ndoa kama fasheni, Utajuta ndugu yangu. Swali la kumi na moja la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, jiulize, je, unajua historia ya mwenzako? Vijana wa siku hizi waambie chunguzaneni basi hata tabia kabla ya ndoa, utasikia nioe mke mwenye tabia nzuri na historia yenye mvuto, halafu yupo kama sanamu la michelini. Nioe mtu sura kachukua kwa baba yake, kisa tu na tabia nzuri, ni bora nisioe tu. Hayo ndiyo maneno ya vijana, kwamba yeye aangalie tabia nzuri. Atakwambia mimi kitandani silali na tabia bwana. Hao ndio vijana wetu hao, yakisha wafika huko, wanarudi mbio mbio kutusumbua. Vijana achaneni kuangalia sura, acha kuangalia umbo, acha kuangalia shepu, angalia sio unamuona leo na tabia, sio unamuona mtu leo, kesho unamvalisha pete. Tafadhali kijana, jionee huruma. Hivi unajua kama unaweza kuingia kwenye ndoa na balaa? Kujua historia ya mtu ni muhimu. Uweze jua, pengine unaingia kwenye ndoa na mtu ana kesi ya ukichaa, akikasirika anaua, itakuwaje? Ni vyema ukajua yote haya. Je, anapochukia yukoje? Mwingine anapochukia nyumbani halali, anakesha, ba mtajengaje? Sasa mwingine anapochukia anavunja vyombo vyote vya ndani, itakuwaje? Mwingine akichukia anawakumbuka maeksi zake wote, anaanza kuwapigia wapashe viporo, itakuwaje? Swali la kumi na mbili la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, jiulize: je, mtadili vipi na ndugu zenu? Ndugu kuingilia ndoa ni swala ambalo huchangia kuvunjika kwa ndoa nyingi mno. Mnapoingia kwenye ndoa, muwe makini sana na mama zenu, hawa ndiyo waletao shida. Kuna wanaume wamewaachia mama zao waongoze nyumba zao, wengine hadi wameamua kuishi kabisa na mama zao nyumba moja, yeye na mke wake. Unatoka kazini, mama anakwambia punguza kukaa sana na mkeo chumbani, na wewe unamsikiliza, unakaa muda mwingi sebuleni na mama yako. Huo siyo upendo, huo ni ujinga. Ujinga ni kuto kujua, ukijua unakuwa sio mjinga. Sasa usiwe mpumbavu, maana upumbavu ni kama kilema tu ni kama vile ufupi na urefu, kuna namna sasa. Usiwe mpumbavu, mimi nakutoa ujinga, kama utaamua kubakia mpumbavu. Haya, wako baadhi ya wanaume ndoa zao amewaachia mama zao, yaani mama ndiyo anapanga mipangwa kwenye ndoa. Utamsikia mama anasema, usikae sana mkeo chumbani, huko kijana naamua kukaa muda mwingi sebleni na mama yake. Yaani hata ujiulizi, huyo mkeo kule chumbani atakuwa anafanya nini? kipindi hiki unafahamu Simza mkononi, dunia yote ipo kwenye kiganja tu. Lakini pia wako baadhi ya wanawake wamewaachia mama zao waongoze nyumba zao. Mama anakwambia mwanangu, jiongeze usibweteke, na wewe unamsikiliza mama yako, unaanza kujenga nyumba kwenu kwa siri, halafu unavimba kichwa kwamba umejiongeza. Mume anapogundua ndoa inaungua. Sasa kama umeweza kujenga kwa siri, unashindwa nini kumuua kwa siri? Kijana wangu, kama hauko tayari kuachana na ndugu zako na kuambatana na mwenzako, ni bora usiingie kwenye ndoa. Kaa kwa mama yako huko hadi uzeekee huko, uko kwenu huko. Vinginevyo angalieni namna ya kudili na hili pasipo kuwakwaza mama zenu. Hawa ndio wenye shida. Hawa mawifi wenyewe unawamudu, maana wao pia wako na wanaume wao huko, wako na ndoa zao huko mashemeju wa pande zote hawanaga shida sana, labda ukutane na mashemeji wenye njaa sana. Tofauti na hapo hawanaga noma. Swali la 13 la kujiuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa, jiulize je, uko tayari kuzaa? Ndiyo biti yangu mpendwa, jiulize je, uko tayari kuzaa, siyo unaingia kwenye ndoa fulu kutoa mimba eti walau mle ujana kwanza Ndugu yangu, kutoa mimba hakukufanyi kuwa kijana, bali unakuwa ni mama wa marehemu. Rafiki yangu mmoja hivi anasema mke wake kila kukicha anatoa ujauzito eti kwa sababu wamefunga ndoa juzi juzi juzi tu hapa, kwa hiyo anataka wakae kae wafaidi kidogo ujana wao. Nilimwambia huyu rafiki yangu, nikamwambia ndugu yangu, maliza ujana kwanza, alafu ndo uingie kwenye ndoa. Ukishaingia kwenye ndoa, mambo hayo hayana maana tena. Mmefunga ndoa, upo kwenye ndoa, kuzaa utaki, maana yake nini? Kutwa kutoa ujauzito? Usiingie kwenye ndoa na ujana, utasumbua. Ukishaingia huko, mambo yanabadilika. Kuna kunyonyesha pia. Kama hauko tayari kunyonyesha kwa kuogopa matiti kuanguka, basi usiingie kwenye ndoa ukamtesa mtoto. Mtoto anatakiwa kunyonya miezi sita mfululizo bila kupewa kitu chochote kile hata maji ya kunywa ni marufuku. Ukizingatia hilo, mtoto atakuwa na afya bora ya mwili na akili. Hivyo ni vyema ukajiuliza, uko tayari kuzaa? Sio unaingia kwenye ndoa kutwa kutoa ujauzito tu eti o mle ujana kwanza, pumbavu kabisa. Cha mwisho cha kukuongezea hapa Chakula Cha Ubongo cha 14 kitu muhimu kabisa cha kukuongezea hapa ileo, haki sawa ni tamu ukiwa nje ya ndoa lakini haki sawa ni chungu ndani ya ndoa. Nielewe vyema hapa, haki sawa ni tamu sana nje ya ndoa. Ukishaingia kwenye ndoa, haki sawa ni chungu mno, binti yangu mzuri. Tuko katika majira ambayo mwanamke anayefanikiwa kumpanda mumewe kichwani anaitwa mjanja. Mwanamke anayerudi nyumbani usiku wa manane bila kuulizwa alikuwa wapi anaitwa shujaa. Huyu ataalikwa hadi kutoa mada kwenye mikutano ya wanawake na ataitwa kuwafundisha wanawake wenzake alivyofanikiwa kumdhibiti mume wake bila shari. Sikiliza binti yangu mzuri, usikubali kufanya hayo. Ni hatari sana hasa kama utaishi na mwanaume wa Kiafrika. Mwanaume wa Kiafrika huwa hapandwi kichwani. Ukimpanda kichwani, atakuua. Tumepoteza mabinti wengi mno na wengine kwa hivi sasa ni masingo madha. Yote ni kwa sababu tu ya kutaka haki sawa ndani ya ndoa. Haki sawa ni tamu nje ya ndoa, ndani ya ndoa ni chungu. Binti yangu mzuri, sikiliza nikwambie, mwanaume wa Kiafrika ukimwambia atoe vyombo baada ya kula kwa sababu tu ya usawa wa kijinsia, ili asikupige, ukampeleka dawati la jinsia, atakuwa mpole, atatoa vyombo, lakini ndiyo hato kula tena nyumbani, na hapo ataanza kupiga matukio. Kama huamini, subiri uingie kwenye ndoa kisha ufanye hivyo. Binti yangu mzuri, usawa wa kijinsia sio mwanaume avae sketi eti kwa sababu tu wanawake na wenyewe pia wanavaa suruali. Usawa wa kijinsia sio mwanaume kupiga deki. Usawa wa kijinsia siyo mwanaume kuosha vyombo na wala usawa wa kijinsia sio mwanamke kujitutumua kumtwanga mumeo. Usawa wa kijinsia ni hali ya upatikanaji sawa wa rasilimali na fursa bila kujali jinsia. Usawa wa kijinsia ni haki ya kupata elimu, haki ya kumiliki mali, haki ya kufanya biashara, haki ya kufanya kazi, haki ya kutawala. Usawa wa kijinsia ni haki ya kushiriki katika vyombo vya maamuzi. Binti yangu mzuri, wanawake wajanja wanapigania haki hizo huko nje. Wakirudi ndani ya ndoa, wao ni mama bora zaidi, wao ni wake wema zaidi, wao ni walezi makini zaidi wa familia. Hawa ndio wale wanawake ambao unawakuta ni mawaziri, lakini wanawapikia wanaume zao. Hawa ndio wale wanawake wasomi, lakini wanawaita waume zao mashujaa hata kwenye amna. Hawa ndio wale wanawake wenye vipato vikubwa, lakini wanawastiri wanaume zao kwa kupanga bajeti za familia pamoja. Hawa ndio wale wanawake warembo sana wazuri sana lakini wanawafulia nguo wanaume zao, hawataki house girl yaguse nguo. Wana majukumu mazito, lakini wanawahi kurudi nyumbani. Hawa ndio wanawake tunaowataka, binti yangu mzuri. Wanawake wa namna hii wanaonekana wajinga, lakini mimi nawaita wajanja. Sikwambii cha kufanya, maana hata ng'ombe unaweza kumpeleka mtoni kunywa maji asiyanywe. Uzuri kusikia kwa kenge ni hadi aone damu inatoka masikioni. Lakini binti yangu mzuri, kuna kundi kubwa la wanawake wanaopigania haki sawa, kuanzia nje hadi chumbani. Furaha yao ni kuona wanaume zao wakiosha vyombo baada ya kula wakideki na kufua nguo kwa zamu, wakipika na kubembeleza watoto walale. Hawa ni wale wanaochelewa kurudi nyumbani bila hata sababu ya msingi, ili mume akimgusa tu ampeleke kwenye dawati la jinsia. Binti yangu mzuri, niko na mengi kukwambia, lakini kwa leo nimeona nikwambie haya machache, kwa sababu mzazi mwenye hekima huwasimulia watoto wake makosa aliyoyafanya ili wasijarudie. Mzazi wa ajabu uwaambia watoto wake kuweni myaone. Mimi nimekusimulia hayo, sitaki uyafanye makosa hayo. Sikwambii kuwa uyaone, unaweza ukayaona alafu ukaenda kaburini, unaweza ukayaona akawa tayari ameshapangaranyika. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako wa kila kukicha, ndugu yako hapa wajuzi jana na leo, Dastan Fredi Kamala. Shukran.